Amen. Namshukuru Mungu sana. Aa, Mungu mwema, tunamshukuru Yesu. Tunaiona neema na pendo lake ni kubwa sana. Ndiyo. Aa, kwanza tunamshukuru Mungu baba yetu Bishop Professor Lawrence Kameta. Yeye ndiye mchungaji kiongozi wa kanisa la TAG Amani Christian Center hapa Tabata Chang'ombe, na kwa muda alikuwa ametoka akiwa Nairobi pale Kenya kwa ajili ya huduma, na alikuwa ameambatana na kwaya ya watu wasiopungua kama 30 na kitu kuifanya kazi ya Mungu kule. Wamekaa kwa, kwa siku kama tisa, lakini kwa neema ya Mungu leo baba yetu amerejea. Jumanne tuliipokea kwaya, lakini leo amerejea baba, na tumejisikia vizuri sana. Kama ambavyo mmeona tumekuwa na wakati mzuri hapa kanisani ni kwa sababu pia tulitarajia tuli, tuli, tuli kitu kikubwa ambacho Mungu ameweka ndani ya baba yetu. Kwa hiyo tumejisikia vizuri na tumeendelea vizuri na kongamano hili la Pasaka. Kongamano hili ni la siku saba na ninamtukuza Yesu. Nilianza mimi mchungaji Peter Mahenge kwa siku tatu, Jumatatu, Jumanne na Jumatano, tumemwona Bwana. Leo hii ameanza baba yetu ataendelea kesho Ijumaa ataendelea Jumamosi na Jumapili atakuwa anahitimisha kwenye ibada mbili zile asubuhi, lakini pia kongamano kubwa la maombi na maombezi ile jioni kuanzia saa kumi mpaka saa moja hapo na kuendelea. Kwa hiyo tunamtarajia Mungu kuwa na kishindo kikubwa na kuwa na hitimisho kubwa la baraka sana. Ndiyo.

Ha, mimi nimebarikiwa sana lakini pia nimetengenezwa na kile Mungu amemtumia wa mchungaji wangu kiongozi kusema tunaishi kwenye kizazi ambacho injili hizi za utakatifu, matengenezo, toba na watu kugeuka ni kama zimeanza kupotea. Sasa inapotokea Mungu anainua wa watumishi wa namna hii ambao hawaogopi kusema ukweli ili watu wamsogelee wa Bwana na wamfananie Kristo Yesu Tuna, kama ambavyo umeona watu wanakimbilia uponyaji, wanakimbilia miujiza, wanakimbilia ya vitu vinavyofanana na hivyo lakini wanasahau kwanza kufanya matengenezo ya nafsi zao. Kwa hiyo ili somo la leo limenifanya nitafakari sana kwamba kumbe kuna umuhimu wa kutafuta kuishi maisha matakatifu, kutafuta kuishi maisha kumpendeza Mungu na kuiacha dhambi. Kwa hiyo hata wewe ambaye una unasikiliza una sasa hivi au unatazama kipindi hiki mahali popote pale ulipo, huu ni wakati wa matengenezo na ni wakati wa kumrudia Yesu. Hello. Hello. Habari. Nawasiliana na Brothers Academy. Mimi nimefeli kidato cha nne na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu nisaidie, waweza nisaidia? Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha nne na cha sita QT A level kwa mwaka mmoja, kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo topa Dar es Salaam, karibuni tunatoaotpakaribuni